Ndiyo, lazima uwe na mikakati yako, lazima uwe na mikakati yako. Kama Mkristo, yako binafsi unatoa shilingi ngapi, tamani ya mimi, unatoa kwenye umisheni shilingi ngapi, unatoa kwenye kitu fulani shilingi ngapi, unatoa sadaka shilingi ngapi lazima mkatale kwamba kuanzia sasa hela haina hii story. Kuanzia sasa naanza kutoa hii. Tangu ujaolewa unatoa elfu moja umeolewa unatoa elfu moja una mtoto tumboni wa pili unatoa elfu moja Meno yameongezeka, hayakuwa ishirini na nane sasa ameota yote hayaoti mengine, wewe aioti tu ile ile, unaeta mama wa buku Mi nawashangaa kwe nieleze kweli, leo nawasema, nawashangaa kwe, wahesabiaja wote. Moja ya kitu kinawaumiza ni kuhesabia. Huku utakubarikiwa, amekaa chumba cha kupanga huku, aliyekaa chumba yake huku, mwanafunzi anaye anayesoma huku, aliyeajiriwa

uzuri sijawahi kukaa kikawa nyumbani cha kufikiri mchango labda, sijawahi hata kukaa na mwenzangu kujadili, sijawahi. Lakini hivyo kitu kingine, mara nyingi mgeni akija pamoja na kutoa kwenu, huwa nawadha nini, nifanye. Hata juzi, nashukuru mshika moja ameniunga mkono, amekuja mgeni chez, amempa pesa pa, na mimi nikachomoa pa Nikamwekea laki nikachukua pesa bengi laki nikaishindilia mle. Sasa nikikwambia yanaendelea ya huwezi kuelewa. Yani hapo hapo nikiwa ofisini hapo hapo. Yani kuna watu wana baraka mpaka unaweza ukamoka. Yani kama wewe ulitoka una hasira kwamba mchungaji ampata hela nyingi ampata hela jambo kwazi ishaisha. Na unajua tuna kazi za ujeni na sisi tunataka kufanya mambo makubwa. Kama ulikunasaa mimi kati ya siku nimepata haya ni Jumapili. Yaani niko pale pale. Tena za watu wengi. Wanakuja nasema Pastor. Unakuja mkononi. Alafu wanaelewa leo ni sikukuu. Mimi nimewahi kupewa pesa. Natoka kwenye ATM. Yaani ni kwenye ingia kunyato na mnaona tena nikamna pesa. Alafu mtu anasubiri nje anipewa. Hiyo yule mtu wa hakika

lakini kati okay, hey, mbili kwenye uo mkakati natoa kwa ajili ya nini? Kuna sadaka za aina nyingi. Nyinyi wengine mnakwama kwenye moja tu, wengine akishatoa zaka basi hamgusi mchungaji, hamgusi mama mchungaji, hagusi masikini, hagusi wajane, hagusi wajane kuna watu wana shida humu, nikiwaangalia mpaka machozi yanauma, na, na sitaki nizungumze, japo kwa watu wako wengine, wanakamkonokea ingalau kamtaji wana kidogo hata kama ka 50 hiyo ka 70 kalaki hiyo, siwezi kuzungumza, lakini wako wengi wanapita. Weo, unato, unato kwenye maumivu makubwa, wee unatoa kwenye ipi? Tuna wanafunzi wanasoma, kwa mfano bidii yetu moja anasoma taa tulisema zichangiwa hata ndogondogo tu ingalao za, za, za pipi na nini, ni tau shafanya anazitafuta kwa tanu mwingine. Ameahidi hatatoi lakini kuwa na tangaza mbivu ya watu kuona shamba ambao ukipanda lazima utavuna. Wako wengi, unatoa wapi? Hiyo ni mikakati, lazima uhakikishe unagusa kila maeneo. Ngoja nikuelekeze baadhi ya maeneo. Sadaka ya maadui, kuna sadaka ya maadui Zaburi 27:6. Hebu mstari wa sita nitaisomea hiyo andiko. Una watu wanasimama kinyume na wewe, una watu wanatamani kuitoa roho yako, una watu wanatamani ukufe, una watu wanatamani usiendelee mbele, una watu ambao wanatishia usalama wa kuna kutoa wewe, sadaka kujipendekeza kwa Mungu hapa, leo tunatoa sadaka kwa Mungu. Zingine ni ujuzi wako wewe. Ni ujuzi wako wewe, kwa mfano kutoa zaka zaidi, ni ujuzi wako wewe. Mimi sasa hivi uko juu, naheshimika, mimi ninapata na mwezi ya zaidi ya milioni tano, na wanashangaa saa saba, kwa nini wewe na zaidi ya milioni tano? Kwa sababu nini? Wanaona zaka lakini mimi nilikataa kwamba sitaki kushuka zaka chini ya wakizi. Sitaki. Sitaki. Natoa, nimpendeze Mungu anibariki. Soma hiyo ndiko. Na sasa kichwa changu kitainuka, na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe na maadui waliokuzunguka. sadakaysh kichwa. Huyu anasema nitatoa dhabihu. Daudi alizunguka na, na maadui kuliko mtu mwingine yoyote ala, lakini anaelewa. Moja ya uponyaji wa mizunguko ya maadui waliokuzunguka wewe, unaotamani ufunge biashara ya yako, unaotamani watoto wako wasifanikiwe, moja ya njia ya kuwapiga Sio kusema apigwe, apigwe. Apigwe, apigwe. Ndo ndo ndo bibo wote ndo. Apigwe. Apigwe. Piga. Piga. Fire. Wewe sasa mtu fire. Fire. Ukitaka ungurumisha kabisa. Fire. Fire. Uone kama itakuwa fire. Aya, hiyo ni miongoni mwa nyingine shukrani kwa Mungu kwa mambo aliyotenda kwenye maisha yako. Zaburi hamsini na sita mstari wa kumi na mbili. Zaburi hamsini na sita mstari wa kumi na mbili. Zaburi mia moja kumi na sita mstari wa kumi na saba. Yohana mbili tisa narudia. Zaburi hamsini na sita mstari wa kumi na mbili. Zaburi mia moja kumi na sita amtana kumi na saba naiona biri tis. Hiyo inazungumzia ya shukurani, yaani unatoa kwa ajili ya shukurani. Na naweza unatoa kwa ajili ya nini? Lakini lakini pia unatoa kwa ajili ya nini? Unaweza akajiuliza, je, ni nadhiri? Zaburi mia moja kumi na sita amsala a kumi na nane uweka nadhiri kwa Mungu kama Yakobo, unatakiwa kutoa masadaka. Hiyo yote ni mikakati. Je, ni yani nadhiri? ehhe yeah yote hiyo iko kwenye kifungu. Hiyo pesa unatoa kwa ajili ya nini? Tatu, jambo lingine la kujiuliza matatu, natoa kwa muda gani? Natoa kwa muda gani? Kuna mambo mengine ni short term, lakini mengine ni long term. Kwa muda gani? Kuna watu niliamua kuwa support kwa muda, unaenda unakuta magumu anaepitia najnda na na kupoposhwa kwa muda wa miezi sita, kwa muda wa miezi sita naenda kupoposha nilipokuwa walipoona kwenye klipu watumishi wetu, wakati wengine walisema umenisahau mimi. Unakumbuka miezi sita, umetupa posho mimi na familia yangu miezi na ha, maisha yakuwa hivi, wachungaji hayakuwa hivi. Na wengine watahudumu, watakudumu miongoni mwa watu ambao watahudumu kwenye kwenye kwenye kwenye maombi ya siku sasini, mmoja wapo wai kumsapoti miezi sita kwa muda tu

zingine ni zamamaisha hey, na ni leo tu ntampoti huyu mwanafunzi, ntamsomesha huyu mtoto mjani wamjani, ntamsomesha darasa la kwanza mpaka la saba, ntamsomesha kidato cha kwanza, wakati mama anajua kesho yote. Ni mikakati kwa muda gani. Lakini jambo lingine katika mkakati wa kutoa ni kwamba ninatoa wapi? Ninatoa wapi? Kwa mfano, Luka 19:8, yeye, yeah, alisema anapeleka kwa maskini. Kwa hiyo lazima una mikakati mingi, natoa wapi? Natoa kwa maskini. Eh. Yeah. Na wapa maskini na mpa nani? Natoa kanisani kwa mfano Zaburi, kitabu kile cha Zaburi 116 mstari wa 19 inazungumza hekaluni. Kwa hiyo lazima uelewe ninatoa wapi? Weke mikakati. Toa wapi? Natoa pale, toa natolewa tano. Mkakati wa tano, nitatoa katika mali zangu. Mara nyingi utoaji unataka utoe katika chako. Mwambia toa katika chako, na kuna wakati anaomama mtusamee, tunawakosea tunawakosea kuwapa sadaka njiani kikawaida Mtu anatakiwa kutoa pesa katika pesa anayoimiliki anayefanya anayemiliki sio. Mmekaa nani, Mesezinuru pamoja na Olivu. Olivu anasema nabuka, nabuka. Kuna wewe unafanya nabuka, lakini mia tano mia tano nanini? Nishike mia tano hiyo sio sadaka hiyo sio sadaka sadaka inatakiwa umepewa koliva elfu ishirini ukale chakula wewe umeondoka ile hela ni yako lakini unasema chakula cha elfu mbili kumi na nane naibakiza hiyo ndio inaitwa nini katika zili ukienda kutoa sadaka lakinieazii ndoa Kikawaida tunatakiwa kumpa mtu hela ile iwe yake, halafu kutoka yake ndiyo yeye aamue kwamba katika hii yangu natoa sadaka shilingi fulani. Wanaume, amina. Nimesikia kama makofi basi, amaliziwa au ao, ilikuwa imeanguka tu jimilia chini. Daudi alitaka <laughs> kupewa kiwanja cha kutolea sadaka bure. Alikubali? Alikataa. Alisema siwezi kumtolea Mungu katika vitu visivyo vya gharama. Ikiwa yako kutoa ni gharama kabisa, kwa sababu umeshapewa wewe ya kwako, lakini sio ya hii ya kupashana, kama kama pombe kijombero, ile ya kiabuni unakunywa halafu unampa mwenzio. Ah, hiyo iko kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza ishirini na nne ishirini na nne karibu na malizia sita, jambo la sita katika mkakati wa kutoa, nitatoa nini? Nitatoa nini? Zaburi sitini na sita mstari wa kumi na tano. Hii inazungumzia inazungumzia mchanganuo wa vitu ninavyotaka kutoa. Nitatoa nguo, nitatoa ng'ombe, nitatoa kuku, nitatoa bata nitatoa nyumba, nitatoa gari. Jamani, amini. Mm. Lazima uweke mkakati, nataka kwenda kumtolea Mungu, nitatoa nini. Hapa tuzungumzii pesa, tunazungumzia sura ni hela ni vitu nini. Iko wakati mwingine ambao Mungu hataki hela, nataka vitu. Naomba mtu ampasia jirani yake neno kwamba kuna wakati Mungu anataka hela, anataka vitu, sio hela. Kuna wakati Mungu anataka laptop. Sasa hivi ndio ninashangaa ajabu. Mimi nimekuwa mwinjilisi wa taifa na mkurugenzi wa msheni, nimesunguka nchi maeneo mengi sana. Nimewahi kwenda sehemu kama kule Karatu, nilikusanya sadaka za simu, za laptop na nini. ila niniila kulikuwa kuna smartphone siku hizo sasa, aliyewaloka watu kwamba smartphone sio sadaka sijui ni nani. Sema shida yake na hiyo smartphone, imepigwa pindi na ukipewa itabidi uite kuhusika. Sasa huwezi kufungua, labda uende kaleko kai flash, lakini simu ni sadaka. Saa ni sadaka ama sio sadaka? Eh, sio sadaka, sadaka yanaelezea vitu yanaelezea vitu kama umeandika hiyo Zaburi sitini na sita mstari wa kumi na tano mambo ya Nyakati wa Kwanza thelathini na moja tano Nyakati wa Kwanza thelathini na moja mstari wa tano shole, shole, Nyakati wa Kwanza Nyakati wa Pili mstari wa tano thelathini na moja mstari wa tano lakini na Ezra sura ya sita mstari wa kumi na saba inaelezea vitu tofauti tofauti unavyoweza kutoa kwa Bwana. Ni wanawake hamna mavitange mazuri hapa, mnavyo hamna? Eda imeandikwa viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka vitu. kwa unaposema sina, kibibilia haikubaliki. Ndio maana Bibilia inasema asina kitu kile alichonacho atafanya nini. Unaelewa sentensi asina kitu hata kile wewe unayeona huna wewe, lakini wenzako kunyang'anya wanakiona. Ndio maana na mtu akasema sina hela, lakini akambira akasema sinahel. Ni, ni, ni, ni sisi tunasema kwa Mungu hatuna, lakini yeye anajua tunavyo. Watu wa Mungu, amina. Mwambia jirani yako, huyu anatupa kodi ya kufanikiwa. Yaani hivi kama wanasema watu wanafichaka kwa nini wamefanikiwa? wanafichaka wamefanikiwa. Kama nimefanikiwa, ni ni kidogo, leo ninakupa hiyo kodi. Nakupa nini? Kodi ya kufanikiwa. Toa sadaka zako kimkakati, usifanye mchezo na sadaka. Kwa mama, mmeshinda kufanya mchezo na saluni, hamfanyi mchezo na vichwa vyenu saluni. Geukeni na kwenye sadaka msifanye mchezo kwenye sadaka. Umekuja na elfu jione kwamba basi ni leo nime ni nimekuwa hivi. Usifikie sielewi elfu kwamba ni sadaka. Naielewa lakini sio kwa watu wote. Sio kwa watu wote huu. Eh, umetoa elfu moja unasema sina jinsi. Ni hicho hicho. Asubuhi ni afadhili na mapema au afadhili na mapema. Ni afadhili akuja na sadaka, njoo mwende mnoli na sadaka, alafu wale Mungu atakafungulia mlango. Ama alikuwa na mtoto mmoja tu anaitwa Isaka, akaamua kumtoa sadaka, alipoona ndio kiswa mchinje, Mungu akamzuia akamwambia, tazama kondoo iko yule. Yule kondoo alikuwa wa kufukuza wa mama, alikuwa kondoo wa kumfukuza, alikuwa yuko alikuwa amefanyeni? Yule kondoo alikuwa wakufukuza, alikuwa amefanyeni? ushikaji ulikuwa mgumu, mwepesi. Mbona wewe unakimbia kama masai sasa kwenyewe eh? Na wakati mwingine naumia, nawaona washirika wangu hawaumwoni kondoo aliye nasa, wanafukuza kondoo, anakimbia usione ujinga, ujinga akizianzisha hivi, lakini Mungu alimwalizishia Abraham kupata kondoo wa sadaka akanasa kwenye mapembe, unaenda unamshika. Kiasi viko vitu ndio vipate kiasi, lakini umevipa hukumu kwa sababu ya kutotoa, kwa sababu ya mikakati ya kwa sadaka ile, kwa ngumu kile kidogo, kwa ngumu. Kuna mtu mwingine anataka kupata presha ya tumbo kwa sababu ya ada ya makao, ada ya makao ugumu wewe, lakini hebu chukua kodi hii alafu uone Mungu kama hakuna. Sisi kondoo uwe unawashika kila hisi. Kondoo yule kakamata, kondoo yule kakamata simba, mwisho kwenda kwenye maombi, namtolea nani? ni nani namtolea hisi? uwe mkakati ni mimi tu, ni familia. Unajua kwa nini nazungumza hivi

unatoa kiasi gani? Unatoa kwa ajili ya kina nani? Kwa ajili ya wewe peke yako, kwa ajili ya familia? Sasa kurudia maandiko, Ayubu alitoa kwa ajili yake na akatoa kwa ajili ya nani? Ya watoto wake na ya familia yake. Kwa hiyo unapotoa kimkakati, lazima uelewe hii sadaka inawakilisha watu wa aina gani, na sijaeleza, ningeongeza kingine ambacho ningeza kutokeza, kama naandika aandike ni wahasi gani

Waoja ashajafuenye moyo wako, unaweza ukafikiri nimeongea naye kwa lugha ngumu au kwa lugha ya dharau. Si kudharau mtu. Na ningekuwa nimetoka familia ya kitajiri, ningekuwa ninadharau kwamba sijawahi kujua maisha ya maskini ya lakini mimi ni maskini, mtoto maskini kabisa. Haya naye kufundisha leo yamenisaidia na unione. Haya naye kufundisha imefanya watu wengine wanitafute, waje kutoka mbali kabisa, waje waseme, mchungaji, unafanya nini nini, mchungaji unafanya lakini wachungaji